Boni Online TV. Katika uchaguzi mkuu huu wa 2025 sisi vijana wa vyuo vyo vikuu tumeazimia kumuunga mkono Dk. Samia Suluhu Hassan. Kwa sababu kuna mtu tumeamua kumuunga mkono. Sote kwa pamoja tuende tukajiandikishe kwenye daftari la kudumu la mpiga kula. Nimeona kwenye ratiba ya tume ya uchaguzi uboreshaji wa daftari la kudumu la mpiga kula litapita tena katika mikoa kumi na tano na miongoni mwa mikoa hiyo ni mkoa huu wa, wa, wa Iringa kuanzia tarehe moja Mei mpaka tarehe saba. Kwa vijana wote wa vyuo na vyuo vikuu ambao mna sifa za kujiandikisha kwenye daftari la kudumu la mpiga kura, twendeni tukajiandikisha. Haya maazimio tuliyoyaweka ya kumuunga mkono Dokta Samia Suluhu Hassan yatakuwa hayana maana kama tutaenda kujiandikisha kwenye daftari la kudumu la mpiga kura, ili tuweze kushiriki uchaguzi mkuu Oktoba, ili tuweze kuwa wapiga kura halali wa Dr. Samia Suluhu Hassan. Mchakato wake unaanza kwenye kujiandikisha. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeweka wazi kila baada ya miaka mitano tunachagua viongozi tunaowahitaji. Sasa wao wanaposema watazuia uchaguzi, wana malengo gani? Na sisi, sisi tuwaambie hizi ni chokochoko choko, wanatuchokoza na hatutawajibu. Sisi tutawajibu kwenye sanduku la nini? kuna viji maneno wanavisema sema, hatujazoea kuvisikia, sio utamaduni wetu kutaja taja maneno ya kihaini, mara uhaini, mara hivi. Hatuhitaji sana kujua maana yake, lakini sio utamaduni wetu. Maneno haya yakizoeleka yanaweza yakatumika vibaya. Sasa wanataka kutuletea chokochoko choko ambazo hatuwezi kuzivumilia. Amani na utulivu wa nchi yetu ni kipaumbele kuliko uchaguzi mkuu. Uchaguzi mkuu unapita, lakini amani na utulivu tukiuvuruga, tunaweza tukavuruga utulivu wa nchi yetu. Kwa hiyo tuwaambie, na tunaziomba mamlaka husika